Wapenzi watazamaji wetu, leo hii tumebahatika kuwa na mazungumzo na Sheikh Othman Maalim, Sheikh mashuhuri sana anayepatikana visiwani Zanzibar, leo hii akiwa katika jiji la Makkah al Mukarrama ambako anatekeleza ibada ya hija. Kwa njia moja au nyingine yuko katika ibada ya hija. Tunazungumza naye masuala mawili matatu, kuhusiana na mwenendo wa hija ya mwaka huu. Yeye na kundi lake limeendaje? Hebu tumsikilize kidogo kidogo. Sentence kwa sisi tulioko hapa Makkah, hebu rudia tena hapa Maka, Mwenyezi Mungu alitunuku ametutunuku, yani ametupa tunu. Tunu ni kama vile kitu adimu ambacho unaekewa ili upewe cha kufurahisha sana. Tunu ni vitu ambavyo havitolewi kwa kila mtu, ni vitu ambavyo anapewa somebody special. Tunu ni hadaya, zawadi mbalimbali nzuri zuri, zuri, anazozifurahia sisi watu wa Maka hapa kwa sasa hivi tunaona hizo tunu tumezipata, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna lirabbikum li fi ayami dhahrikum la nafahat, yani Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala yako katika masiku anatoa tunu zake kuwapa watu ala fataharadhu laha, basi hebu jiandae ya, ni kuzipokea na ni masiku kama haya matukufu, miezi mitukufu, wakati bora. Kwa hiyo sisi tunaona kwamba tumetunukiwa. Kwa nini? Kwa sababu kwa kwa kwanza, mambo matukufu yote yamekutana wakati sisi tupo hapa. Kwanza zilikutana siku kumi bora za mwezi wa dhilhija, zikakutana na wageni, watu bora ambao ni dhuyufu rahman, wageni wa Allah subhanahu wataala, lakini pia

majina yakiwa mengi huwa ni dalili ya utukufu wa kile kilichopachikwa au kilichoitwa majina hayo. Kwa hiyo utasikia Maka, utasikia Baka, utasikia Umulqura, utasikia baladul Amin, utasikia baitul Atiq, utasikia Haram wa halumma jara, na majina ni mengi. Kwa hiyo innahu dalilun ala sharafi lmakan, ni sharafi ya huu mji. Kwa hiyo oh, siku tukufu

Muluk an nazili li sahihim kayfa nuzulu fi sahati rahman, nimekuwa mgeni wa Allah subhanahu wataala, nyumba ya Allah subhanahu wataala na imani na yaqini. Ikiwa wale wafalme wa kawaida wanawapokea wageni wao na kuwasamehe waliowakosea, vipi mimi ambaye niko nyumbani kwa Maliku lmuluk nisisamehe? Kwa hizi sharafu zote wageni wa Allah hapa wamezipata, na insha Allah Mwenyezi Mungu ameahidi kuhalipa na kuwakirimu. Nikija kwako, Shekh huko ulipo, unaamini kwamba utanikirimu vizuri, kwa sababu unahisi kwamba mimi ni mgeni mheshimiwa kwako. Utahakikisha unanifurahisha, unanitafutia pala pazuri, unaitikia kila jambo ambalo mimi mgeni wako nataka. Sasa ikiwa hiyo ndo hali ya mgeni binadamu kwa binadamu, vipi ukiwa mgeni wa Allah ambaye ni malikul mulk wa malikul mulk? Kwa hiyo tuna fahari kubwa kwamba tupo pahala ambapo e, tunaheshimiwa tumepewa e, fadhail nyingi na tumepewa nafasi nyingi na fursa. Na hizi fursa nimewaambia mahujaji wangu ambao nimekuja nao katika safari tusiziache tuzitumie kama inatakiwa. Nikawakumbusha kisa kimoja katika historia e, kwa bwana mmoja alikuja kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaomba aka akaomba, yani mtu alikuwa na shida, basi akaomba. Kaulizwa unataka nini, Mtume akamuuliza unataka nini? Kaambia bairan, naomba nipe ngamia. Faatahu rasulullahi bairan tuhu baira mpeni ngamia. Akapewa ngamia, akauliza e kuna kingine unataka? Akasema himla bair, nataka ngamia ajazwe shehena ya kula, bali vyakula mbalimbali, niwena ngamia aliyejaa shehena. Akaambia wa himla aai peni himla ba bair, akapewa shehena, akaondoka na ngamia wake. Wakati anaondoka, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawambia Ajuzu Bani Israel, yani kizere, mtu mzima, mama wa Bani Israel alikuwa na, anaona mbali kuliko huyu huyu, ukimlinganisha na mama au mtu mzima kizere cha Bani Israel. Kizere cha Bani Israel kiliona mbali sana. Kivipi? anasema wakati Nabi Musa anatoka ana Masri na kundi lake, katika wasaya alizohusiwa Nabi Yusuf kwamba kama maiti yake iko pale aondoke nayo atoke nayo aende katika ardhi mtakatifu. Lakini Nabi Musa wakati anatoka alikuwa haijui kaburi iko wapi, akauliza walokuepo wakati hawako wanajua iko wapi kaburi. Akamwambia mtu mmoja tu anaijua hii kaburi, mama mmoja wa Bani Israeli umri wake umeshakuwa mrefu. Akamwambia muiteni haitu, akamwambia unaijua kaburi ya Nabii Musa? Akasema ndio Niambie kwa wapi, kwamba sikuambii kwa mpaka kwa masharti. Masharti gani? Akaambia niwe na wewe peponi, tuwe pamoja peponi, antakuna rafiki filjana. Nabi Musa akaambia mi, pepo siyo mali yangu, siyo nyumba yangu, pepo ina mwenyewe. Akaambia basi, nawe si ni mtume wa Allah, mwombe Mwenyezi Mungu tuwe pamoja. Allah Subhanahu wa taala akampa wahyi Nabi Musa kwamba basi mwitikie ombi lake, akamwitikia na kizere kile kikamwonyesha kaburi la nabi Yusuf na wakatokana. Anapiga mfano mtume anasema, angalia kizere cha bani Israili kilipopata fursa, namna kilivyoitumia, kikaomba mambo makubwa makubwa, kujua kwamba pepo ni pahala pazito, akaomba hilo jambo lakini huyu jamaa akaomba ngamia. Kesho ngamia atakufa au atachinjwa, na chakula atamaliza

Wanasema la tatakarar, fursa nzuri nzuri kama hizi wa hazijirudi rudii. Opportunity never comes twice. Fursa ya dhahabia, la tatakarar. Ukipata fursa itumie vizuri. Kwa hiyo mahujaji wamekuja hapa, wamepata fursa, na nimewaahidi na kuwakumbusha waitumie vizuri hija yao, huenda ikaondoa hija yao ya mwanzo na ya mwisho. Ni labda tuambie kidogo kuhusu unavyoiona ibada ya hija ya mwaka huu hasa kwa muktadha wa kundi lako, e, vipi ilipangwa na vipi mmesafiri na vipi hali imeenda kwa ujumla wake? Umeionaje ibada ya hija ya mwaka huu kwa ujumla? Mimi kundi langu la raudha fa haj ana umra, nimeandamana na watu takriban arobaini na tatu katika safari ambayo ilikuwa ni safari nzuri, na safari haiachi changamoto kwa sababu mtume wetu anasema, asafaru qitaatun min al-adhab, safari ni sehemu katika adhabu. Au ukiachilia mbali hilo, mahujaji walikuwa uh, very excited, walikuwa wanafuraha sana kwa ajili ya safari hii, hususan wale ambao ni mara yao ya kwanza kuja kufanya ibada ya haji. Changamoto za mwaka huu ni la haj biduni tasrihi, yani hakuna kuhiji bila ya ruksa. Kuna kitu amekiita nusuk, ambayo ni kadi ambazo ilikuwa kila pahali askari walikuwa wakipekua kuangalia, kama mtu hana nusuk, basi anarudishwa kwao. Na wanasema umehudhuriwa na idadi chache kabisa, kama milioni moja na laki nane ya mahujaji, kwa sababu vile vichochoro vyote vya hija za ujanja ujanja wamezizima. Hija ni amali kubwa, hija ni nguzo kubwa. Hia ni jambo kubwa na ndio maana Mtume akahimiza kwamba watu wafanye haraka kupata wakati na nafasi ya kuhiji. wahiji liannahu kad yamradhu lmaridh kad tadilu daba wakad yataarah lilmashakil au kama kala, yani mtu anaweza akapata maradhi asiweze tena kusafiri na harakati za safaria, au anaweza akawa kile kipando anachokusudia kwenda nacho heja kikapotea, enzi hizo yani walikuwa natumia ngamia nini yani, lakini ni kwetu sisi vinaweza vikawa mbadala. Pesa zinaweza zikatokea, zikawa hazipo tena, nafasi ya kuhiji ikawa ni ndogo, kwa sababu wanasema la yadri lghaniyu mata yailu la yadri lfaqiru mata ghinahu wala lghaniyu mata yailu, yani fukara haju ta tajiri kalini, wala tajiri hajui hatafilisika lini. Haya mambo yote ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukipata pesa haraka, kimbilia kwenda kutekeleza ibada hii ya haji, ambayo mara nyingi huwa nawaeleza mahujaji wangu kwamba miongoni mwa fadhila na utukufu na ukubwa wa nguzo hii ya hija, basi zile nguzo zote za Uislamu kana kwamba zimo ndani ya hii hija ukitizama vizuri

na ukifika Mina, kuna sala kila rakaa nne unazipunguza, unasali rakaa mbili kama alivyosali Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Na sala unaendelea, kwa sababu ukiwa Mwislamu kila wakati utasali, utasali ndani ya hija. Kwa hiyo ndani ya hija kuna sala, ukifika

kuna kufunga e, fasiyam ambayo imetajwa katika waatimu alhajj wal umra. Kuna kufunga siku kumi e, saba akirudi, siku tatu akiwa huku. Kuna ile penalty ya kufunga siku tatu kwa yale mahdhuratul ihram. Kwa hiyo saumu yimo ndani ya hija. Zaka ukichunguza zaka nayo yimo ndani ya hija. Zaka ni ile sadaqat eh, imeitwa hivyo pia katika nini sema eh, mm. eh, e,

ya hija nayo ni hiyo. Una hiji tayari. Kwa hiyo, nguzo za Uislamu zote zimo ndani ya ibada hii ya hija. Mwenyezi Mungu no. atakubali hija hii pamoja na wale wote ambao tumefanya mwaka huu amin, amin. Sheikh, umetaja swala la nusuk katika kikundi chako, je, mmenusurika na hali hii? Hebu tueleze kidogo, hakukuwa na changamoto hii katika kundi lako la watu kama arobaini uliotaja? Naam, sisi walillahi alhamd, pamoja na, na takriban Watanzania wote hatupatwa na fimbo hii ya nusu. Sote tumeingia vizuri na tumefanya ibada yetu ya tue, haj, na nusu. Kulikuwa nazo ni kadi maalum hapa, ningekuwa nayo ningekuonyesha, lakini tayari kila kitu kiko vizuri na walillahi alhamdu walminna. Leo mahujaji wote wamemaliza takriban kufanya tawaful ifada, tawaful wida na siku moja au mbili tutaelekea Madina na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, swala la mwisho uh, Sheikh ni ni enda kwa ufupi tu, uchukue fursa hii kuwahimiza watu wenye shida shida kidogo ya kutaka kufanya hii, wana uzito kama ulivyosema, dini inasema kwamba maskini hajui lini atatajirika na tajiri hajui lini atafukarika au atamaskinika. Kuna watu wana uwezo lakini wanauzo hali zo hali fulani waku, tekeleza ibada hii. Naomba uchukue fursa hii kuwahimiza Waislamu wajitokeze katika ibada hii na kuitekeleza na kuitimiza uh, katika kipindi hiki. Kwa kweli, kwa kweli Sheikh Yusuf, ni jambo la kushangaza kwamba, mimi uh, nishawahi nisha kusafiri na watu wengi sana katika umri mbalimbali na baadhi yao ni vijana. Sasa kuna watu wengine wanashangaa kuona vijana miaka ishirini ishiri na tano wanakuja hija, na wengine wanawauliza hasa, we, una unahakika umeshamaliza mambo yako ya unaenda hija unahakika umeshamaliza, yaani kana kwamba eh, kuhiji kuna umri maalum, na yeye anajiona kwamba ha, ha, ha, hawezi kwenda hija mpaka awe mtu mzima at least aje afute zile dhambi alizozichuma katika umri wote. Sasa mi namuuliza, je, una mkataba na Allah subhanahu wataala kwamba utaishi mpaka umri wa miaka sitini na tano sabini ili uje ufanye hija? Wangapi wamekufa vijana eh? Anasema almautu yati baghtatan wal qabru sundukul amali, mauti yanakuja kwa ghafla. Kwa hiyo fanya haraka, kitu ambacho hujui umri wako utakoma lini. Nenda hija wewe, ushatembea kila pahali, umeenda Dubai, umeenda Thailand, umeenda Uturuki, umeenda Marekani, umeenda Ulaya, umeenda kila pahali pakitajwa, unasema hapo nimetua eh? Nilikuwa nikizungumza na mmoja katika Isri, nikimtajia mambo ya Andalos, Eshbilia ambao wanaita Sevilla au Barcelona au Andalusia, huko kote nimeshatua. Nikamuliza vipi, ah, bado ah, yani, oh. Lakini wengine ana, anatua kila pahali kwa oh, yeah. Waislamu ambao wanaijua dunia nzima isipokuwa Maka na Madina. Kwa hiyo nawahimiza, ndugu zangu, tuache hayo mambo tuje kuhiji kufanya umra

Hizi ni ibada lakini pia ni fursa za kufuta madhambi yako mtu na kufuta ufukara na. Uh, asante sana Sheikh Othman Maalim ukiwa katika jiji la Maka, Makkatul Mukarrama uh, wakati huu katika ibada ya hija na tunakushukuru sana kwa kuzungumza nasi hapa Swahili Voice. Asante sana ndugu Yusuf, wape salama